ajimaji ya Galana Kulalu akibaini kuwa hadi kufikia sasa wanatarajia kuvuna takriban hekari 330 za mahindi yatakayotumika kama mbegu kwa wakulima nchini. Ameshabikia maendeleo yaliyoletwa na mradi huo ikiwa ni pamoja na kubuni nafasi za ajira, akibaini kuwa kufikia sasa takriban wafanyikazi 500 wameajiriwa huku wakitarajia kuimarisha sekta ya kilimo kwa kuboresha uzalishaji wa vyakula nchini. James Mwangi anaarifu. Kama njia mojawapo ya kuboresha sekta ya kilimo na kuimarisha usalama wa chakula nchini, serikali ya kitaifa imeendeleza mradi wa unyunyuziaji maji wa Galana Kulalu. Hii leo waziri wa maji, usafi na mazingira Eric Muuga akiongoza zoezi la uvunaji wa mahindi yatakayotumika kama mbegu kwa wakulima nchini. 330 acres are ready for harvesting. This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country to get seed maize and propagate uh, our farming potential. Akieleza mafanikio ya mradi huo Muuga amebaini kuwa tayari ekari 1500 za mahindi zimepandwa, wakitarajia kuvuna ekari 330 kwa siku tano zijazo, huku wakitarajia kuzalisha takriban ekari 3200 kufikia mwisho wa mwaka huu. We are harvesting the first batch kickstarting the process of harvesting, that will take the next 5 days to actually harvest the entire of 330 acres that are ready. The total acreage we are hoping to have under production by the end of the year is 3,000 Ameshabikia manufaa yaliyoletwa na mradi huo katika maendeleo ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na kubuni nafasi za ajira, akibaini kuwa tayari zaidi ya wafanyikazi mia tano wameajiriwa kupitia mradi huo the food Ameeleza hatua zilizochukuliwa kutatua changamoto zinazojitokeza ikiwa ni pamoja na ukosefu wa maji akibaini kuwa wanatarajia kukamilisha ujenzi wa bwawa litakalowawezesha kuendeleza unyunyuziaji maji wa zaidi ya ekari elfu mia mbili. The long term game is that with our proponent here Selu, there is the capacity of doing around 6,300 acres with the amount of water that we have But the long term game for this region is actually doing that Galana Dam, where now we can irrigate more than 200,000 acres in the... James Mwangi Undugu TV.